Bwana Yesu asifiwe. Naitwa uh, mchungaji Bernard kutoka kanisa la Cornerstone Pentecostal Church of Tanzania hapa Morogoro. Lue amempendeza uh, Mungu siku ya leo asubuhi ni kusalimia ndugu yangu. Bwana Yesu na apewe sifa sana, lakini aitoshi, ni kusalimia kwa neno fupi ambalo litatusaidia mimi na wewe katika kuendelea kumtumikia Mungu au katika kuendelea kumjua Mungu. Uh, katika kitabu cha Mithali sura ya 29, Biblia anasema ya kwamba aonywae mara nyingi akisupaza shingo uvunjika ghafla ukosa dawa. Lakini natamani kwanza tujue nini maana ya maonyo. Maonyo ni maneno au neno linalotoka kwa mtu kumwelekea mtu fulani au jamii fulani, kwa kusudi la kuacha vitu fulani ambavyo vitaleta madhara katikati ya maisha yake au katika maisha yao. Kwa hiyo hili neno lilikuja kupitia mtumishi wa Mungu Suleiman ambaye alikuwa ni mfalme katika taifa la Israeli, kwa sababu ya kuwaonya wale watu wa ambao wamemzunguka. Kumbuka Suleiman aliomba Mungu amsaidie hekima ili aweze kujua namna ya kuingia na kutoka katika kundi kubwa ambalo Mungu amempa neema aweze kuiongoza. Ndugu yangu, Mungu huwa anatumia wanadamu kama mimi au kama wewe kwa sababu ya kuweza kutoa maonyo mbalimbali na mafundisho. Hivyo basi, siku ya leo ninatamani kukujulisha jambo hili kwamba aunywae mara nyingi, akishupaza shingo, huvunjika ghafla na kukosa dawa. Ni neno lililothibitika, na Biblia inasema kila neno la Mungu linafaa kwa mafundisho. Natamani kukuonya wewe rafiki yangu kwamba dhambi ni mbaya, dhambi inaua. Biblia inasema katika kitabu cha Warumi, inasema dhambi wa ni mbaya, mshahara wa dhambi ni mauti. Nikwambie jambo moja Dhambi ni jambo lolote unalolifanya ambalo ni kinyume na Mungu, ni tukio lolote unalolifanya ambalo halimpi Mungu tukufu. Sasa ni kwambie jambo jamii leo imejawa na matendo mengi ya dhambi, matendo mengi ya uongo, masingizio, maneno ya wizi wizi, maneno ya ya ya kusingiziana, na dhambi za kila aina. Lakini siku ya leo ninatamani kukujulisha jambo hili, Mungu anatamani kuona mwanadamu anaweza kumrudia Mungu wake lakini nikwambie, japo yapo madhara mengi ya maonyo, inakukumbusha jambo moja. Uachie watu wangu wakaniabudu. Ramses, moyo wake ukawa mgumu, Mungu aliachilia mapigo kumi. Pigo la kumi ni uzao wa kwanza wa mfalme wa kifalme katika taifa la, la, la, la, la, la, la Misi, uzao wa kila mtu wa kwanza alikufa, lakini kabla tukio hilo kufanyika Musa alikwenda akasimama, wachie watu hao waende. Ndugu yangu mimi na wewe, tuko chini ya jua Mungu anayetuongoza na haya maonyo hayakuja kwa sababu yako tu, yamekuja kwa sababu yangu mimi na wewe. Tunaishi katika ulimwengu, lazima tumsikilize Mungu. Mungu anafanya jambo kwa kusudi. <laughs> Nacheka kwa sababu neno limekuwa zuri sana kwangu. Mungu awabariki sana.